Tulikuwa na uboreshaji wa daftari, tumemaliza juzi tarehe ishirini na mbili. Najua wote mmeboresha taarifa zenu na wote mmekwenda kujiandikisha kupiga kura. Mgombea wa urais nimeshasema tayari na mnamjua, tusubiri wabunge na madiwani na wengine, wako humu mundano, wanasubiri kipenga kipigwe, <laughs> waende wakachukue fomu Nasema wengine wako humu ndani, maana yake ndio sisi tuko humu. Oh, mnanipigia simu, tunasikia mkuu wa mkoa unagombea. Nagombea nini? Mimi mkuu wa mkoa, mkuu wa mkoa na wabunge kumi, na wabunge tisa wa majimbo na wabunge wa viti maalum mi ndo mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya Mkoa, mi ndo mwenyekiti wa RCC, mi ndo mwenyekiti wa road board, mi ndo, yani kila kitu unachokisema hapa mi ndo mwenyekiti sasa unaacha unaenda kugombea ubunge? Ah, yani msiniingize huko mimi, bwana. Ni mkuu wa mkoa na mi nitawaongoza hawa marafiki zangu viongozi wa vyama vya ushirika hawa, tutakuwa pamoja Nye mnachotakiwa kufanya ni kuniombea tu mimi na mzava tuendelee kuwepo, mi niendelee kuwa mkuu wa mkoa, uendelee kuwa mkuu wa wilaya. Ikifika e, wakati na yeye atakuwa mkuu wa mkoa e. Au sio profesa e? tunahangaika nini? Hatuna haja, tuachie wenyewe wapigane wauane. Lakini chama kikituletea mtu Tunasema ndio, huyu wote. Kama mtu ana rafiki yake ana jamaa yake ana ndugu yake, chama kikileta wote tunakwenda kumunga mkono yeye hey. Kwa hiyo jamani, mimi jamani, yeye hey. Mimi jamani sitaki, maana kama ningekuwa nataka ningekwenda kwetu Tanga kule Korogwe, na ningekuwa na uwezo tu wa kupita kule, maana nishaitwa sana, lakini namsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan kwa nafasi alionipa, ni nafasi kubwa sana na mimi najali sana kufanya kazi, sijali mambo mengine mengine. Hayo hayo yatakuja tu kwa uwezo wa Mungu. Sawa, ndugu zangu.